E bwana mtazamaji wa Mnyasa Media karibu sana kwenye chaneli yako hii. Muda mrefu kabisa sijapata wasawa kuzungumza na Cholo eh, shabiki wa kundi wa Msimbazi Simba. Hii leo nimepata fursa ya kuzungumza naye kama ambavyo eh, unaona hapa niko naye. Tunaenda kuzungumza masuala mengi kabisa. Kandanda kubwa ambalo tunaenda kuzungumzia ni kuhusiana na kundi ama grupu la Simba kwenye ligi ya mabingwa wa barani Afrika. Eh, kukiwa na timu mbalimbali kama vile Esperance de Tunis, Stade Malien kutoka kule nchini Mali, ao experience wakitoka kule Tunisia lakini vile vile Petro Atletico kutoka kule nchini Angola. Eh, bwana Cholo mambo vipi? Hai, bwana poa sana. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah. Mmejipangaje <coughs> kwenye ah, mashindano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika? Ah, sisi kama kawaida yetu. Kabla hatujaenda na msimu haujaisha, tunajipanga na msimu ujao. Mm. Eh, kwa sababu tumeshajua kwamba kwa namna yoyote Simba kucheza mashindano ni lazima, kutokea hapa ndani iwe uh, mashindano makubwa Champions League au mashindano madogo Confederation. Kwa hiyo kila msimu huwa tunajipanga kwa ajili ya mashindano kama haya kwa sababu kwenye ligi tulishamaliza. Kwa hiyo maandalizi yetu sasa makubwa yanakuwa kwa ajili ya mashindano ya kimataifa. Kwenye kundi lenu mnaenda kuanza na Petro Atletico de Madrid. Eh, niseme hivyo niongeze kionjo. <laughs> <laughs> <laughs> Maana <laughs> Atletico <laughs> wanajiita wa kutoka kule Angola, lakini sio Atletico Madrid, maana watazamaji wasije wakanikote vibaya hapa. Au ni Petro Atletico wa pale Angola. Eh, bwana, timu hiyo unaionaje na ubora wake ukoje? Ah, Petro Atletico de Luanda ni timu nzuri, ni timu nzuri na ni timu ngumu sana kwa hapa uh, Afrika kwa sababu moja ya mafanikio yao makubwa ni nusu finali ambayo alicheza misimu mm, miwili nyuma, ambaye alicheza nusu finali alicheza mm, yeye alimtoa uh, Mamelodi Sundowns. Sio timu ya kuibeza kabisa kwa sababu tayari ana experience na mashindano haya na ana experience kucheza timu kubwa. Na yeye ni mkubwa vile vile. Kwa sababu hata msimu jana ndo amefanya vibaya, alitolewa Petro de Luanda na Jana Galaxy kama sikosei. Alitoka ilikuwa uh, ni msimu wake mbaya sana lakini, sio kaida yake, huwa anatokaga makundi ama ama robo finali na alifika mpaka nusu finali. Kwa hiyo sio timu ya kubeza, ni timu nzuri, ni timu kubwa, ni timu ambayo ina uwekezaji mkubwa sana, ambao ni timu ambayo inaweza kuchukua matokeo popote, kwa sababu hata Esperance de Tunis huyu ambao tupo naye kwenye, kwenye kundi alishakutana naye msimu um, wa wanyum, wapinywa nyuma hapa, acha huo ambao umeisha, ule wa nyuma yake walikutana naye na Petro de Luanda kwenye kundi moja, alikuwa Petro de Luanda alilania mdumani na Esperance de Tunis Espanyol ndio tuli sio hajatoka wa Petro de Luanda. Anamjua vizuri Sundowns kumbu, na Mamelodi anamjua vizuri shatolewa na Petro de Luanda. Petro de Luanda, uh, yeye kumbukumbu zake mbaya mara ya mwisho alikutana na TP Englebert Mazembe alifungwa pale pale nyumbani kwake. Na TP Mazembe akafuzu kwenda nusu finali, na huo ndio msimu wake ambao yeye alishia robo finali. Kutokea hapo akufaa vizuri tena. Amerudi tena mpaka sasa hivi hatua ya makundi, na mechi yake ya kwanza ya makundi anakutana na Simba Sports Club, ambao na wenyewe Simba sisi tumeshajizatiti kwenye sehemu ambayo tunapambana tuna, tuna sana tusitokee hapo ni hapa makundi, hasa tukiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwao. Tunaanza mechi ya kwanza na, na timu ngumu sana, tofauti na vile ambavyo tumezoea. Tulikuwa tuna lazima inakujaga timu kwanza ya kawaida na nini hapo tunaipasua tuna, tuna, tuna, zake inaondoka. Lakini kwa Petro Atletico de Rwanda sio timu ya kusema kwamba atakuja nitamfunga tu kwa vile ambavyo nataka. Simba tujipange sana uh, mentality zote, akili zetu zote tuweke pale tujue kabisa tumekutana na timu ngumu, timu ambayo inaweza na, na wenyewe wakapata matokeo popote. Kwa hiyo tujipanga na tukipata goli moja hilo hilo tulishikilie, ili mradi tusonge mbele. Kwa mujibu wasemaji wa media, anasema kwamba alama tatu nyumbani lazima mnyama Simba azichukue, ili kujihakikishia anakata tiketi ya kusonga mbele kwenye hatua ya robo fainali, kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa bara Afrika. Tukianza kuiangalia Petro Atletico de Luanda kutoka pale nchini Angola. Unadhani mechi ya tarehe ishirini na tatu Simba mnyama fanye nini ili kujihakikishia wanabakisha alama tatu Benjamin Mkapa na kuiangusha hii Petro Atletico isiondoke na alama hata moja katika uwanja nyumbani wa Simba kwa maana uwanja wa Benjamin Mkapa? Acha kwanza tunataka tutumie vizuri home advantage, kwa sababu sisi tunaanza nyumbani. Kwa hiyo katika jambo la msingi ni kwanza tuitumie hii nafasi ya kwanza nyumbani. Hivyo vyote vile iwe kwa mpira mzuri ama ile kwa hiyo kwa mpira mbaya lakini tupate matokeo kwa sababu tukipata matokeo ya mechi ya kwanza ndio huwa inabusi morali ya mechi inayofuata. Lakini pia ukiruzi mchezo wa kwanza inakupa ugumu sana mm. kwa mchezo wa pili kwa sababu uh, mchezo wa pili unaenda kuwa ugenini. Umesha mm. nielewa? Bosi pochanga mm. hata zako vizuri kwenye mechi ya kwanza ni rahisi sana kwenda kupoteza na mechi ya pili. Ukishapoteza mechi mbili zinabaki mechi nne. Kwenye mechi nne hizo mechi nne manake tatu zinakuwa nyumbani. Umeshanielewa? Na moja inakuwa tena ugenini, Umeshanielewa. Kwa hiyo ukikosa uki, uki, uki, ile mechi ya kwanza basi, unahakikisha ukikosa mechi ya kwanza, mbili zinakuwa nyumbani na mbili zinakuwa ugenini katika mechi nne. Kwa hiyo kushinda mechi ugenini inakuwa ngumu Afrika. Kwa hiyo mechi za Kiafrika zinajulikana kwamba kila mtu anashinda nyumbani kwake. Kwa hiyo Simba, sisi kama kawaida yetu, tumezoea kwamba mechi ya kwanza tunataka na ushindi, ni mradi kujiweka sawa. Tusipopata ushindi itatuia ngumu, kama tulivyoanza msimu ule ambao tulianza na Oloya tukapoteza mechi ya kwanza pale Oloya pale, tulipoteza moja bila, tukapoteza tena hapa na, na Raja Casablanca Mm. Ika tulazimu sisi tuje kushinda home mwende away mechi kwenye timu moja. Tukambata mm. nzuri tulikutana na Kibonde mmoja alikuwa Vipers ndio mnyonge wa kundi. Tukampasua home mwende away, tukahitaji pointi tatu za nyumbani na Oloya, tukampiga chuma saba tukafuzu. Lakini hiyo haiwezi kutokea kila msimu na haiwezi kutokea kila mara kwa sababu msimu huu Simba tumekuwa na kundi ambalo lina timu tatu bora. Mm. Na ni timu tatu kubwa ambao ambaye kila atakayeenda katika hizo timu tatu atakayefuzu robo finali hakuna kushangaliwa, sio Simba, sio Spars de Tunis na wala sio Petro Atletico de Luanda atakaenda robo fainali, hapo watu hawawezi kushangaa kwa nini fani katoka. Sio ile misimu ambayo tunajua kabisa hizi timu za juu, mbili za juu zinaenda, hizi mbili za chini zinatoka. Huu msimu ni msimu ambao Aesteni ni Mariani ambaye ndo aekewi sana maanani kwenye hiyo timu, anaonekana ni underdog kwenye kundi, umeshanielewa lakini pia naye anaweza kufanya maajabu kwa sababu ni mpira. Kwa hiyo Simba chotakuwa kukifanya ni tutumie vizuri ule ile nafasi ya kuanza nyumbani tuhakikisha tunashinda mchezo wa kwanza kwa njia yoyote ile, tupate matokeo ya namna yoyote ya ushindi, kuanzia goli moja sawa, iwe mbili sawa, ikiwa mbili moja sawa, hata ikiwa kumi na kumi kwa tisa sawa, lakini sisi tushinde kwanza mchezo hapa nyumbani. Nani kibonde kwenye kundi lenu? Ah, kwa sasa, kwa sasa hivi unasema yani kibonde? Mm, itakuwa ngumu kwa sababu Sede Marien mimi sijamuona kwa kipindi hiki, lakini Sede Marien pia mpaka amekuja makundi sio kitu cha kawaida kwa sababu eh, Stade Malieni nakumbuka pia hata msimu ambao Young Africa alicheza finali kwa Confederation kwenye makundi alikutana na huyo Stade Malieni. Kwa hiyo ana anako tabia cha kubisha bisha kidogo kutaka kujaribu kujipa kujipapatua ili acheze kwenye ziatua na siku moja na yeye na mimi ndoto zake ni kufika robo finalis, finali usifanane na kuendelea. Kwa hiyo sijamwona anapocheza lakini yeye ndo underdog kwenye kundi. Maana yake ni mdogo. Lakini hiyo mimi ainiti haiwezi kuni kuni kuni kuni kunipa kuni, kuni, kuni wasiwasi niseme kwamba bwana huyu ndo kibonde au, au nipe mnanilini ni, kujiamini. Kwa sababu Simba alishakuwa kuwa underdog na akafuzu robo fainali. Kwa hiyo kwenye kundi letu sisi underdog ni yeye, lakini sio kibonde. Ana uwezo wa kufanya chochote. Kwa sababu narejea kwenye kumbukumbu Simba alishakuwa kuwa underdog kwenye kundi na alien, na alifa alienda alifaa robo fainali akimtoa kigogo kipindiko Vita Club alikuwa na timu bora kabisa. Akatoka kenda Al Ahly na Simba Sports Club. Kwa hiyo sio sio timu ya kubeza. Na hamna kibonde kwenye Champions League. Kuanzia makundi, timu zote ngumu. Eh bwana, katika hatua hii ya makundi group stage hii eh, Experience de Tunis inaonekana ndo mwenye nguvu zaidi kwenye kundi lenu eh, kwa maana ya timu ambayo ina rekodi kubwa zaidi kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Unaona, kuna uwezekano wa kupata matokeo kwa nyinyi Simba eh, kwa maana mechi ya nyumbani na labda ugenini kule mpate sare dhidi ya Experience Tunis ili muweze kushika usukani wa kuongoza kundi. Ya hata kama hatujapata matokeo kwa kila na uhakika Benjamin Mkapa atoke ya kwamba Esperance de Tunis kwamba yani, kama sija sijapata matokeo mwenda wewe, ama sija draw nyumbani kwake na hapa nikamfunga, yani kwamba tutafungana, yani anifunga kwake na mimi nitamfunga, japo kila mtu anaweza kupata matokeo popote. Lakini Esperance de Tunis nimeangalia michezo yake mingi sana katika Champions League, huwa anapoteza sana wewe. Sio timu ambayo wewe inaweza kushikilia bomba, sio timu ambayo wewe inatisa sana, yani kwamba anaweza kufunga na timu yoyote Esperance de Tunis, kwa sababu ana tabia ile, bado ana ule uafrika nao kwamba yani ugenini anataka sana sare. Akitokea kutangulia atalala, atazuia sana, atadondoka dondoka Ikitokea umemfunga moja nataka alale vile vile kwa sababu moja anajua kabisa anaweza kufunga goli kwanza goli mbili anaweza. Kwa hiyo ni timu ambayo sio ile ambayo inakuwa ni inakuja kushindana. Tofauti timu nyingine kama Pyramids vile, National Ahli, haya na nili labda Manoli Sundown kwamba wao akija mpira ukianza mnacheza. Kwa hiyo Spencer Dunis labda aje kutuonyesha msimu huu. Mimi naamini watagawana pointi lakini asipokuwa makini kwa morale ambayo Simba niko nayo, mimi naweza kuchukua matokeo mwendawe kwa Spencer Dunis. Petro Atletico de Luanda mechi ya awali kabisa, mechi ya kwanza mnamfunga ngapi Benjamin Mkapa? Ah, mimi nisiwe mnafiki, unajua mimi katika mechi mechi ambayo naihofia sana mechi hiyo. Ah, hiyo mechi mimi naihofia mno. Unajua kukutana na timu ambayo mentality yake ni ni ni ni, ni, ni kutaka kufuzu robo finali yani kwamba anajiona mimi sina uhakika wa 100%. Huyo mtu mgumu sana, tofauti na yule ambaye anajiamini kwamba mimi nitaenda nitaenda yani kwamba mimi lazima mimi lazima. Unajua mimi naamini mechi ya Esperance de Tunis ni kwa Mkapa na Simba. Ni mechi nyepesi kuliko Simba na Petro Atletico de Luanda kwa Mkapa kwa sababu hiyo ndo mechi ambayo Simba anataka tuitazame kwa jicho la, la, la, la, la tatu, mechi ambayo Petro Atletico de Luanda mwenyewe anaitazama sana, kwa sababu anajua kabisa kama atapoteza mechi kwa Simba kupata kupata matokeo matokeo kwa kwa kwa akipoteza Petro, sababu hapo tayari pale 9. Mpaka aje kudropisha, hawezi kudropisha na Stade Marien itakuwa ngumu. Yani pale kudropisha na Stade Marien Petro ndiko ni ngumu, tumeanza na mechi ngumu. Kwa hiyo kusema nitampiga ngapi sina, sijui, siwezi nitampiga ngapi la, namfunga wiki kumi pindi vini kama nakuwa nje ya uwanja, maana hapa nazungumzia miezi miwili na wiki mbili hawezi kuonekana eh, kwenye goli la milingoti mitatu kwa maana ya goli kipa wa Simba eh, bwana Yakubu Suleimani ana majukumu mazito sasa kwa kubeba eh, hadhi na thamani ya Simba eh, kama golikipa wenu. Eh, bwana anaweza kalibeba ili kama golikipa nambari moja sasa ndani ya klabu ya Simba na kulinda heshima ya Simba na kulinda heshima ya peni penye, kama alivyofanya msimu uliopita kuifikisha klabu ya Simba hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Yeah, unajua ma manda ya amesajiliwa pale Simba, maana yake anatakiwa anata, anata, anata, kuonyesha. Na kumu Suleimani sio goli kipa mbaya, goli kipa ambaye ameshatuonyesha. Nafikiri pia ni nafasi yake pia yeye kujiuza. Eh, yani ni muda wake wa watu wa kumwangalia sasa, kwa sababu ameenda kucheza mashindano makubwa, na yeye ndo anakaa kwenye milingoti mitatu kama goalkeeper namba moja, sio namba mbili tena, kwa sababu pembe ni kama yuko nje, ni pigo kwa Simba, kwa sababu tayari tulimzoea, ni goalkeeper ambaye tayari tulishakuwa hatuna Kamba, lisha, putubu, kwa, tutu, kwa mashaka naye tena, kwamba alisha tu asharisha proof uwezo wake pale. Kwa hiyo tulikuwa tuna mashaka kwamba kifo tu pembe, tuna mashaka bado kwa yakuu, tuna mashaka kutokana bado hajakutana na ile kaskasi ya mechi kubwa. Sasa ndo anaenda kukutana nayo, lakini ah uh, nikirejea kwa Simba Sports Club Uh, kwenye upande wa upande wa goalkeeping tangu enzi na enzi ni ni, ni timu ambayo tuna eneo ile salama sana na goalkeeper wa aina yoyote. Hata kipindi na Ishmanula na Benoka Kolanya, nilikuwa na kipindi na na, na Ivo Mapunda, kipindi cha kina cha kina Juma Kaseja, kipindi cha kina Mameli Mameja, yani ilikuwa hata kitaka goalkeeper namba mbili, ilikuwa Simba iko mikono salama. Ningekurudisha tu hapa nyuma, Simba walishawahi kudaka golikipa namba mbili ambaye au namba tatu kama sikosei, baada ya Aishi Manula kuumia na Abdul Rashid kuumia, alidaka Alisalim Katoro. Alisalim Katoro alikuwa anadaka na anatufikisha pale ambapo sisi tunapataka. Alisalim Katoro alishawahi kudaka dabi tukashinda mchezo. Alisalim alishawahi kudaka mechi na Wydad Casablanca. Golikipa ni Alisalim. So kwa Yakubu Suleiman, ah, mimi naamini kabisa ni wakati wake kujionyesha na unajua watoto wadogo na kuapa mechi kubwa kama hizi. Yaani, mentality wanawaza kwamba sasa hapa dunia Afrika adunia na dunia inanitazama. Huu ni muda wangu mimi wa kuonyesha kile kile ambacho ninacho. Na Yakubu Suleimani ana hiyo ana hiyo tabia. Kwao, anaenda kutuonyesha sasa kwamba yeye ni golikipa mkubwa na anastahili kudaka Simba Sports Club. Ni golikipa mkubwa na ana thamani ya kudaka ndani ya klabu ya Simba. Naam. Eh, bwana shukrani sana. Asante.